Jambo lingine ni kuhusu vituo vya mafuta ambavyo tumekuwa tukivifunga kutokana na uh, vituo hivyo uh, kutokuwa na mashini uh, zile automatic za EFD ambao wanaitwa EFPP FPP. Zoezi hili linaendelea maeneo mbalimbali nchi nzima, kama ambavyo mmekuwa mkiona, na kwa wale ambao wametimiza masharti nadhani pia mmeona wanaendelea kufunguliwa vituo vyao, na tunaendelea kufanya hivyo kuhakikisha kwamba taratibu zina taratibu na sheria zinafuatwa. Lakini vile vile wale ambao wametimiza masharti wanafunguliwa haraka iwezekanavyo, waendelee kutoa huduma na vile vile wananchi wapate e, wakose, wasipate usumbufu ambao wanaopata kwa sasa. Niseme tu kwa ufupi tu, kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa mfano. Uh, vituo ambavyo vilikuwa vimefungwa, kwa mfano, kwa Kinondoni vilikuwa vimefungwa vituo 28. E, mpaka asubuhi hii e, vituo 23 vimeonyesha ushirikiano na vinaendelea kufanyiwa kazi, huenda vikafunguliwa baada ya kukamilisha taratibu. Ilala, vituo 31 vilifungwa, vituo 20 vimeonyesha ushirikiano na vinafanyiwa utaratibu wa kuthibitisha kama watafunga hizo mashini na watafunguliwa. Temeke ilikuwa vituo kumi na mbili na tisa vimeonyesha ushirikiano kwa kufuata taratibu na sheria, kwa hiyo na vinyewe vinaendelea taratibu za kuona kuthibitisha ili waweze kufunguliwa. Kwa hiyo zoezi inaendelea nchi nzima kujiridhisha kwamba wale uh, waliotimiza wali masharti ya kufunga mashini za EFD wanafunguliwa ili waendelee kutoa huduma. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba wananchi wawe wavumilivu na wenye vituo watoe ushirikiano. Nia ya mamlaka sio kuadhibu wananchi wala kuleta shida uh, kwa wenye vituo, bali ni kufuata, tunataka sheria na taratibu zifuatwe, ili kila anayefanya biashara anayestahili kuwa na mashine ya EFD aendelee kutoa, kutoa risiti za EFD kwa utaratibu ambao tumeuweka kisheria na ambao wa, kama ambavyo imetangazwa bungeni na waziri uh, wa fedha mwaka jana na vile vile kama ambavyo imeainishwa kwenye sheria uh, wakati ule ilikuwa ni mashine moja kwa pampu moja, na ikapatikana ufumbuzi kwamba mashine moja inaweza ikahudumia pampu nne na bei pia ikashuka, na ndio maana wengine wameendelea kutekeleza. Tulichokuwa tunasubiri tu kwamba wahusika waanze kutekeleza na ndio maana wengine wamefunga vituo wameweka, wame, wengine wameweka mashine hizo kwenye vituo, nadhani mnawaona na wale ambao ndio maana wale hawajaguswa kabisa, wale ambao walikuwa hawajafunga zile mashine au wamezifunga lakini hawazitumii ambao mmewaona wenyewe, nadhani mmeona mifano, ndio eh, wale wanaendelewa kufungiwa hivyo vituo na wale ambao wanatekeleza wanafunguliwa vituo waendelee kufanya biashara kwayo. Ni kitu ambacho kiko katika utekelezaji. Muda ilitakiwa iwe mwaka jana kuanzia mwezi wa, mwezi wa saba hadi mwezi wa tisa, na muda huo ulishapita siku nyingi sana na changamoto zimeshatatuliwa. Kilichopo sasa hivi ni utekelezaji tu. Kwa tunaendelea na utekelezaji.